Stori kubwa Tanzania ni kuhusiana na kile kinachoendelea kwenye ndoa ya Haji Manara pamoja na mkewe Zaiylissa. Tumekupostia taarifa mbalimbali hapa kuhusiana na namna ambavyo wameweza kujibizana kuanzia kile ambacho alikiandika Zaiylissa kuhusiana na Haji Manara kulala na wadada wa kazi na vitu vingine vingi tofauti tofauti, lakini pia tukaona Haji Manara jinsi ambavyo alijibu na kusema kwamba hakuna ambaye uko juu ya baba yake mama yake pamoja na mtoto na kusema kwamba Zaiylissa alikuwa anamchukia mtoto. Zaiylissa naye akaja akajibu akasema anamchukia vipi mtoto na alikuwa anafanya naye challenge, lakini pia akazungumzia ishu nzima ya vyakula na vitu vingine vingi tofauti tofauti, mambo yamekuwa ni mengi sana. Sasa kuna namna ambavyo wasanii wamereact na hili tukio la Haji Sunday Manara pamoja na mkewe Zaiylissa. Nianze na waliokuwa wake wa Haji Manara hapa, namzungumzia Rubinat pamoja na Rushaina. Nikienda kwenye page ya Rushaina aa, kwenye post yake ukiingia Instagram, katika upande wa Insta story, Rushaina ameposti picha akiwa amevaa t-shirt ya Simba nzuri kabisa, ile light blue pamoja na kabukta flani vicheupe, alafu caption imeandikwa Kwani tumemaliza kufurahi, akaandika tumefurahi sana, akaweka emoji nyingi za kucheka, na hii ilikuwa ni baada ya zile ya jibizana jibizana za Zaiylissa pamoja na Haji Manara kwenye mitandao ya kijamii. Huyo ni nani? Huyo ni Rushaina. So watu wametafsiri moja kwa moja Rushaina anasema tumefurahi sana, ni kutokana na hicho ambacho kimetokea kati ya Haji Manara pamoja na Zaiylissa. Sasa niende kwa upande wa Ruby na binti Salum, huyo alikuwa ni mke wa Haji Manara, kumbuka sasa Ruby na yeye alienda ku comment kwenye moja kati ya posti ambayo ameposti Steve Nyerere. Utakumbuka kwamba tangu limeanza sekeseke hili, Steve Nyerere amekuwa ameposti vitu tofauti tofauti akionyesha kwamba e, aliposti akiwa anasema hili limemuumiza sana japo alitambua lingetokea baadaye. Kaja akawa anatupa vichekesho vichekesho vyake na nyingine akiwa ya anafurahia, yani kwa kucheza. Tunajua kuna utani kati ya Steve Nyerere pamoja na Haji Manara, so kwa namna moja ama nyingine ni kuendelea kudumisha <laughs> kudumisha utani wao kwa kile ambacho kimetokea, kwa sababu kuna muda hata vitu vya msingi sana vinaweza vikamtokea Steve Nyerere vitu vikubwa kabisa, alafu kamaona Manara anamtania. Kwa hiyo kwa upande wa Steve Nyerere pia kufanya hivi ni kitu ambacho nilikitegemea, it's like kama kwa upande wa um, iwe kwa upande wa Idris Sultan pamoja na Bilnas unakuta kitu cha serious mwingine anakuwa anakicheka. Sasa kwenye moja kati ya post ya Steve Nyerere Rubina alikuja aka comment Rubina bint Salum akaweka emoji za kucheka pale, basi emoji nyingi sana za kucheka. Nikaona namna ambavyo pia watu wanamreply pale e, wengine wanamwambia toa neno, wengine wanamwambia cheza na mtoto, mwambia bujubuju na vitu vingine vingi <laughs> so hivyo ndo namna ambavyo uh, waliokuwa wake wa Haji Manara wameweza kureact kutokana na tukio hili ambalo linaendelea kati ya Haji Manara pamoja na Zaiylissa. Yapi maoni yako kwenye hichi ambacho kinaendelea sasa hivi kwenye mitandao mbalimbali ya mbali kijamii kuhusiana na Haji Manara pamoja na Zaiylissa mke wake? Niambie kwenye uwanja wa comment. Mi naitwa Sadi TZ, mbeba maono ya mtaa taa ya mteme wako nangu na mnasemaje?